Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika ugali, ila tutatumia unga wa ngano, yaani sio unga kabisa, unga ni semolina ya ngano. Inaonekana hivyo ni kama chenga chenga, lakini ukianza kupika huu ugali kutumia huu unga, kwa kweli hutajutia. Ni mzuri sana, kuzidi hata wa mahindi. Injika sufuria weka maji, aza kukoroga. Mimi huwa nikisonga ugali naweka unga maji yakiwa ya baridi kabisa. Unga wangu utachemka mpaka utakapoanza kuwa uji, ndio ninafanya hapa. Hapa unga wangu umeanza kuwa mzito kiasi, kama inavyoonekana kwenye video. Nitaendelea kukoroga mpaka uji wangu uwe mzito. Hapa unakoroga huku uji wako unachemka. Hapo uji umeshakuwa mzito kabisa, na usonga huku na koroga. Hapa na koroga, naangalia kama uji wangu utakuwa mwepesi au utanipasa kuongeza unga. Ntaongeza semolina tena hapo. Kisha nitaanza kusonga. Songa, hakikisha mpaka unga mweupe unapotea, hauonekani juu. Endelea kusonga vizuri usichoke. Hapo unga wako umepotea, lakini bado haujachanganyikana vizuri. Endelea kusonga, hakikisha unasonga mpaka vile vichengachenga chenga vyote vinapotea. Na uzuri wa huu unga, ukiwa unasonga, unga ulikuwa chengachenga ndogo, lakini ugali unakuwa ugali wa kawaida kabisa yani Endelea kusonga, ila unaweza ukauwacha hapa ugali wako uchemke kidogo. Songa kwa muda wa dakika tatu na ugali wako utakuwa tayari. Hapa ugali wetu uko tayari, mtaweka kwenye saani. Nimeweka kwenye saani. Hapa nitakuonyesha ukoko. Mwona ukoko huo, ni ukoko kabisa, kama ukoko wa ugali wa kawaida. Sio lazima ugali wako uweke ukoko. Hapa nitakuonyesha ugali wetu huo, umeiva vizuri na ni mlaini. Mimi nakula na samaki, mboga za majani kama hivyo. Kama umependa video hii, bonyeza like, acha comment, share na naomba usubscribe. Asante sana kwa kuangalia video yangu.